ndao ya kijamii wenyewe wanasema ana trend, yaani ni mtu ambaye zusha gumzo uh, la kupita kiasi. Anafahamika kwa jina la uh, Dogo Pateni. Dogo, karibu katika studio za DW. asante sana. asante sana. E, hebu tueleze, e, unafanya muziki wa aina ya Singeli, uwezo wako huu umejifunza wapi, hmm. au umeupata wapi uh... Kwa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa nafasi hii ambayo kanipatia sasa hivi mm, ya swala so la mimi kuimba lilipatikana, nadhani ilikuwa ni kwenye kibanda cha kuingizia cha kubana nyimbo mm, nilienda kuulizia nyimbo kwa hiyo jina la nyimbo nikawa nikawa silijui, kwa hiyo ikanibidi niimbe. Katika kuimba pale, mshikaji alikuwa pale library akaniambia, mbona unaweza unaona, mm kwa hiyo na mimi ndo nikawa na kazania pale pale aliponiambia kama naweza, kwa kuwa mwe, nilikuwa napenda kuimba a, nilikuwa natamani siku moja nije kuwa msanii. Lakini muda mfupi tu sasa hivi ndo umekwenda katika mitandao ya kijamii unasikika sana o, o, ushaanza kupata manufaa ya hiki unachokifanya sasa hivi? Alhamdulillah, ajabu sio kikubwa, ila Allah na bless. Eh? kwa mfano upi? kwa sababu kijana wa Kimara, kijana wa Tandare umetoka, Tandale umetoka Uswahilini, sasa unasikika katika majukwaa ya kimataifa kwa kutumia mitandao ya kijamii e, tofauti ya kimaisha sasa kipi ambacho nakiweza sasa kwa manufaa makubwa sana, tuseme bado sijapata, kwa sababu ni juzi tu. Kwa hiyo nikisema kwamba mziki ushanipatia, ushani, ushani gari nakuwa ni muongo, ila yeah, kwa hela kwa, kwa hela ndogo, kwa hela ndogo ya kula, alhamdulillah, nashukuru naipata. Unatembea wewe sasa hivi mitaani, sasa hivi uko Tandale studio hapo. Uh, maisha yako ya majuma mawili matatu yaliyopita na sasa yamebadilika, kwa sababu unajulikana sana, unatazamwa na kazi unazozifanya. A, yeah. Yeah, lifestyle yangu imebadilika kiukweli, sio kama mwanzo mm, kwa sababu sasa hivi, eh zamani nilikuwa natumia hata elfu tano kwa siku, ila sasa hivi nahisi imepanda, yeah. Unatembea watu wanaokufahamu kwa mfano ya ndo shida ile, ya kweli ya ndo hivyo, na lazima nikitoka sehemu moja kwenda nyingine, lazima ni nichukue ni, ni, ni gari au bajaji, ya, ya kweli kweli hmm? naishi hmm? kwa wazazi wangu ba ndiyo, ndio bado Mbali na muziki, katika muda wote ulikuwa unafanya jambo gani? Mbali na muziki, nilikuwa nasoma. Unasoma mpaka sasa? Hapana, ni chama aidha form 4 ah. Uh, unasikika sasa hivi ushakuwa maarufu. Unajua hata Kenya wanakujadili wewe, unajua unajadiliwa Rwanda, Burundi na Kongo, na unavyotazamwa sasa, unatazamwa kwingineko nje ya mipaka ya eneo la Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Kwa wale ambao walikuwa wakikusikia mitandaoni kuna namna mbili ulikuwa unasikika, kuna kipande kimoja una, unasikika ukieleza maisha ya kuomba msamaha kwa afande afand e, kwa sababu ulikuwa napanga sijui mfukoni au um, kiunoni sijui mwenyewe un, unafahamu. Lakini kuna kipande kingine e, unaonyesha watu anaikuchukia. Kuna namna mna yenu mnaimba ni kwa lugha ambayo wanaielewa mitaani, lugha ya mtaani hebu tu hizi kwanza, ni nyimbo mbili tofauti mmoja? uh, pretty, are, ni nyimbo mmoja wenye jumbe zote hizi mbili? Ah, hiyo pili sijaelewa, ni nyimbo gani ulikuwa ukizungumza? kwamba hata ukinichukia, o, kina kina kina trend na chote kipande unazungumzia hata kama unanichukia na nini na nini, lakini kicha kwanza unazungumzia kuhusu umefanya ile jambo kwa sababu ya mpenzi mpen mm. yeah. nyimbo mbili tofauti. Ni nyimbo mbili tofauti unaweza kuonyesha. mm. hiki

ili niweze kukupanga pande yote sababu ya mchumba ndio maana minaiba pande, apande legeze kamba, ili niweze kukupanga pande yote sababu ya mchumba ndio maana minaiba pande. Jamani iki hii ni simulizi ya kweli au ni utunzi tu? ya ni utunzi si kwamba kweli? Maanake mara nyingi mnanda na singeli inahusishwa au inanasibishwa na matendo ya maisha ya mtaani, kwamba anafanya uh, matukio ya uhalifu na nini na nini. Kwa hiyo hii ni simulizi ya kutunga, yaani ya kutunga. Haya, nipe uh, na kile cha pili, kabla tujaendelea, ulikuwa unasema kama mtu hata asipokupenda kama, uh, ah, okay fine <laughs> jamani

Nini unataka? Kama unataka bia na pepsi utapata, hai mama wewewe, nakupenda edangangu, nakupenda usiniache, nakupenda edangangu, nakupenda usiniache. Zote hizi ni kazi ambazo sasa hivi zinatazamwa sana katika mitandao ya kijamii, ziko katika mjumuisho wa album au umezitoa katika namna ya single, single. Singo singo, ila nadhani tutaachia album soon inshaallah. Umeonekana na mwanamuziki mkubwa katika baadhi ya majukwaa wa Tanzania, Zuchu, na nimesikia mkizungumzia kufanya kazi kadha wa kadha na moja tayari mmekwishafanya fanya inasikika mitandaoni. Hii imekusogeza mahala fulani kiuchumi ya kweli hmm? imenisogeza kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa sababu kanipatia followers mm, ambacho ni kitu nilikuwa natamani siku moja na mimi niwe na followers wengi. sasa hivi una followers wangapi? Laki moja, Instagram. Laki moja sasa. Yeah, yeah. Na mipango iliyopo sasa uh, pamoja na nyimbo mbili ni kukamilisha albamu yako. Ndio. itakuwa chini ya kampuni ambayo hii unayofanya kazi sasa hivi au ipi? Sina kampuni ila nipo na watu ambao wananisapoti mimi kama mdogo wao. Aha. Yeah. Studio sasa hivi hapo, kuna midundo unatengeneza, unachofanya nini? Ya, yeah, kuna nyimbo nimekuja kurekodi mm. yeah. na unajua, unapokuwa mwanamuziki sasa, unaanza kuwa maarufu, kuna kuwa na mambo ambayo wakati mwingine unapaswa ujiadhari nayo na kuna mambo ambayo unaweza ukajiingiza kutokana na hali ya maisha ya wakati huo. Kwa mfano, umezungumzia sasa unataka kutembea na magari, kutembea na bajaji za kukodi, lakini kunakuwa na ile namna ya kuhama katika marafiki ulioko nao sasa kwenda katika marafiki wengine wapya, pengine kutokana na mazingira ambayo yanakuzunguka. We wewe sasa hivi uh, umejiandaaje kuingia katika medani hii ya sasa ya muziki na hali ulionayo sasa ya umaarufu? ya ni kweli kwa sababu ya kweli, mabadiliko yapo makubwa sana, so maisha yanakuwa naishi nyuma, so nitakaishi sasa hivi mm, kwa sababu nipo hapa na so wengine, nadhani kuna wapinzani lazima watakuwepo, au sio bwana? Mhm, kwa hiyo lazima ujiende kwa njia tofauti tofauti, baadhi ya marafiki kuwapunguza na wengine kuongeza wapya. Studio unafanya nini hapo, kabla sijakuaga, maana lazima kulikuwa na kazi mpya unayofanya. Eh, kazi mpya ipo Unaweza ukatupa kibwagizo tarehe hicho kabla hatuja kuaga? Hapana, inshallah ikitoka lazima ha, lazima vionjo tu nyimbo bado kiongozi. Aki hata kitikiwa asiochukua jua kwamba Pateni uko studio sasa hivi anafanya kitu kingine. Hapana mani kuna kiu. Hapa mani nimefika studio sasa hivi nadhani idea bado sijaipata. Tena nimesikia wewe unaweza kufanya namna ya tungo bila ya kuandika kokote kwenye kalamu. <laughs> na, na, mara nyingi nyingi, hapana. Mara nyingi waga naandika. walikuwa wanakupa sifa, nasema Dogo Pateni wakiingia jukwani anaweza akafanya wimbo pale pale bila ya kibwagizo, ya ni kweli? time moja nakuta, time moja ni unakuta, ni vibe ujue. Lakini ni shabiki wa Simba pia <laughs> Hapana masuala ya timu hapana. Mimi mimi shabiki wa Madrid. Sha, ya, shabiki wa timu za u, za Ulaya. Lakini yeah. Unafanya wimbo kuhusu Simba. Mbona Yanga nimefanya? Fanya Simba kidogo, alafu tu unganisha na Yanga nikuage. Eh, hivi <laughs> unajua, Simba Simba yetu ni hatari. Ukimwanzisha Kapombe adhidhiki akae mbali, mkimweka pakome. Tunamweka kigili. Yaani mpira pasi tunakaa tunahesabu magoli. Golini anaanza manyao. Kati anacheza debola inapigwa pasi ndefu mbele anamaliza mkwala. Yanga timu ya kina mama, Simba ndo timu ya masela. Ndio maana jezi zetu nzuri wapinzani wameshona vijola. Na Yasim na ya Yanga. Oh, yakusema kweli, Yanga ya sasa ya moto. Kuna Dickson Jobu, alafu kuna Mwamnyeto. Kuna fundi wa kabumbu pale kati anaitwa Aucho. Makolo mpo wapi? Mbona siwasikii? Ama ndo mnaogopa kunyonya mate na ziziki? Kuna fundi wa kabumbu pale mbele, fundi wa boli. Oh, ya kelele nyingi, shangwe nyingi, piga kwa max nzengeli. Kuna nyingine sasa hivi na trend katika social media, katika mitandao ya kijamii unaimba katika namna maneno ya eleweki eleweki, kama umekunywa pombe vile, umeingiza hebu nipe na hiyo. Watu wanajua kwenda sana, kwa kasi a twende mjomba nchumari ngome kari Thomas mashari na ushari ushari aturari atari atari, we DJ, funga kamba tanda kamba pato kimtu, ukimaliza ngoma ya mondi, piga ngoma ya zocho. Mimi nikutakie heri katika kazi yako ya muziki, na mambo yakiwa mazuri tutakutafuta, tutakufuata mpaka nyumbani. Ushakuwa mtu nyota sasa, in inshallah, inshallah.